We, kuna huu jamaa ni family driver ya familia moja huko Gala. Sasa huu jamaa uh, wenye wame employee wamempea kanyumba ka servant quarter karibu na gate. Si mnajua hizi manyumba zao kubwa alafu hapo karibu na gate kuna tule tunyumba tudogo tunajengwa. Sasa jamaa amepewa karum kamoja hapo. Sasa aka karum kakona milango mbili. Moja iko saidia dani na hii ingine iko saidia nje. That is akikuja si lazima aingie kwa gate ndo aingie kwa nyumba yake, anaweza pita kwa kale kamlango ka nje akaingia direct kwa nyumba yake. Sasa huyu jamaa ako na demu ku Gulf, na wamekuwa ki-date for the longest time which is very good and they have been doing so well, but ikafika mahali wakaanza kuwa wanazozana now and then, sijui wanakosania nini but ikakuwa sasa most of the time wako na issues, so jamaa huwa anaenda anapick demu kwa accommodation zao ile siku enye wana meet anakuja, anampick, alafu anampeleka mpaka kwa nyumba, wanaenda wanapita ile mlango ya, ya nje wanaingia na wanakaa. So it happened that uh, most of the time of late wamekuwa like na my issues now and then. So dem jamaa siku moja anakujia dem, wanaenda wanafanya shughuli zao tena, wanakaa lakini in the course of the time wanaletana juu tena. So jamaa ni kama ameanza kuboeka na dem What he does dem, anamwambia basi kama, I think walikosana tu. Dem akasema basi acha mimi niende, dem akamwambia jamaa, nipe pesa ya Uber mimi nijitoe. Jamaa naye akajijaza akasema sina pesa, wewe, kama unataka kwenda wewe toka tu uende na ukiru na ukienda, uache kama umerudisha mlango, jamaa na akalala kwa bed. Eh, dem naye ni wale madem akikasirika ni kama kwanza, unajua, kuna wale watu wakiwa na hasira ku reason inakwanga ni kitu ingine tofauti, like wakati wamekasirika reasoning ni kama wakati mwingine anakasirika to an extent that ana reason kitu mbaya ama ya ujinga. Yaani baadaye anakuja ndo anakuja ku realize what did I do so d dem, dem akona driving license uh, Kenya si Gulf alafu

Na demo akili yake imemwonyesha achukue funguo, achukue ile gari si na jifila anajua ku drive. Aende hadi kwa location yake, alafu akishafika apigie jamaa picha, mwambie kujia gari yako. Yaani like demo alikuwa anataka umenifilisha mimi na mimi na kufilisha mara ya tatu. Lakini demo akufikiria like hii gari si ya ujamaa. Tena hii ni girl, ku drive bila license ni makosa. Tena kitu ingine, this is not your occupation makosa lakini dem ju hasira zimemwingia kiburi me, jamaa ameonyesha dem kiburi na yeye dem anataka kumuonyesha kiburi yake dem anatoka tu vizuri venye jamaa alimwambia ukitoka urudishe mlango so jamaa naye amejijaza kwa like, maybe dem amejisont mem, dem amejisont na pesa zake dem ni nani unajua sasa hao watu they don't most of the time hawapark magari kwa compound mtu anatoka anga tu kwenye ziko au anazipark tu kwa barabara so, what happens, hey. <laughs> what happens? Hasira hasara. Sasa dem anaenda anawasha gari, na anaenda na anaenda na anaenda, lakini vyenye amefika kwa highway, ndo akili zake zimeanza, sensi zake zimeanza kurudi normal, ako zile za wait, hii gari hata si ya mwenye tumekosana na yeye, cha Sina driving license, driving. Cha tatu, kazi yenye nafanya hata iniruhusu ku drive huku golf. So dem ako kwa highway sai, ndo akili zimeanza kurudi like, na nikipatana na makarao. Unaona, sasa akili ndo zimeanza kurudi, na akili zikianza kurudi, what happens? Anaanza kukuwa na tension, ile panic, kushtuka. yeah, like, what will happen? nikipatana na makarao In that situation, ako kwa highway hawezi rudi. So dem anaenda tu akiomba Mungu juu sasa sensi zake zisharudi nomo, so anaenda akiomba Mungu tu afike salama, but makosa ata jenda mbali anaona gari ya polisi au mapolisi, hata waji hudem hii si, si gari maybe hana si hana license nini nini, lakini juu dem ako na tension, alikuwa shaanza kuingizia Ameona wale makarao ameanza kutenz, amejisahau ako kwa barabara. So in that time wanafika kwa traffic, unaona dem akili yake haiko kwa traffic lights, dem akili zako zake ziko kwa ile gari ya mapolisi. are they noticing that sifai kukua na hii gari, wana notice like, yani wanajua kenya nimefanya. So dem akili yake ikatoka kwa barabara ikakuwa kwa sasa venye walifika kwa traffic, gari yenye ilikuwa mbele ili stop, kwa hizi hiziiih, ilisop kustop, dmnayeju akili zake haziko kwa barabara, ziko wapi? Ziko kwa makarau. Akaenda ameuma ile gari nyuma, na ile nyuma ni ya mkatarii. Makosa, makosa ana driving license, hii gari hajakuwa assigned kui drive. Na acha kukuwa assigned, mwenye gari hata hamjui. So this is like a theft it's a criminal offense, it's a criminal offense. makosa. Jamaa mwenye ako assigned kwa hii gari hajui hata demu kwenye yako. Hajui hata hata demu ati ameshtoka na gari kwa sababu angekuwa amenotice, angekuwa ashaanza kumpigia. So jamaa amejijaza tu. Amelala kwa bed anataka tu demu atoke yeye eh, aende. So jamaa kimelala tu mahali vizuri, ati na hasira na kiburi, hajui kenye kinaendelea. So pia maboso wao, jamaa hawajui kwamba gari yao haiko kwa mikono ya yule employee wao. Hasira hasara. Before niendelee, uko na mtu wako unataka kumsurprise na flowers. Uko na mtu wako, maybe ako na birthday, ama you just feel ana deserve flowers, na ujui kwenye unaweza toa flowers, ama maybe uko busy, unaweza taka kutuma mtu. I am here, I am selling these flowers and I'm also doing the packaging and I'm also doing the delivery so if you are there uko huku Gulf, uko na msupa wako, uko na jamaa wako, ungependa kumsurprise hmm. we have the best, the best. Fresh. Rose flowers. and not only rose flowers. hata kama uko na mtu wako ako hosi ako admitted unaweza taka kumtumia maua still we are here for you just inbox me. Oh my god, so sweet. So tuko hapa kwa watu wawili wako kwa shida, kwa sababu ya kiburi. Dem ako na offense ya kudrive gari yenye hayuko assigned, hana driving license, it's not her occupation naye jamaa ako careless kupea dem, kwa sababu inaonekana ni kama yeye amempea. Atasema dem alitoa wapi gari, alitoa wapi funguo? Another thing these people are are not not married, they are not couples. Guess what happened, mama yo yo, hii girl imenionyesha maneno.